Uh, mazingira yanatofautiana lakini pia na mahitaji yanatofautiana, ndio maana leo KingoFarm uh, tumeamua tuje na chanjo ya asili ya kideli, namna ambavyo unaweza ukawapa kinga eh, kuku wako ili wasiweze kupata ugonjwa wa kideli. Na kwa nini, uh, magonjwa kama haya huwa tunakimbilia zaidi kutengeneza chanjo ni kwa sababu eh, kama kuku wako watapata huwa ni vigumu sana kupona haya magonjwa ambayo yana sababishwa na virusi ndio maana unakutana e, mara nyingi sana yanakuwa yana chanjo. Sasa a, chanjo ya dukani e, chanjo ambayo ni nzuri kabisa kwa ajili ya kuwapatia kuku wako ni ile chanjo ambayo imeandikwa ND+IB. Hii ndio chanjo ambayo a, sisi Kingo Farm pia huwa tunasisitiza muwapatie kuku kwa sababu hii chanjo pia huaga inawakinga kuku kutokana na magonjwa ya mafua ya mfumo wa upumuaji. Uh, sasa uh, hapa pia nitakuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza chanjo kama hii ambayo ni ND plus IB na mara nyingi sana hizi chanjo utakuta wale wafugaji ambao wanafuga kuku wa kienyeji wachache, huwa inakuwa ni vigumu kwenda dukani kununua chanjo. Kwa mfano uh, unakuta chanjo moja inauzwa shilingi elfu kumi na sita kama hivyo. Lakini pia uh, kama upo mbali sana na maduka, inakuwa ni vigumu, kwa sababu hii chanjo huwa inatuzwa kwenye maeneo ambayo yana baridi sana, na kama uta kwenye friji kwa mfano, huwa afu kwenye giza, ndio chanjo hizi mara nyingi huwa zinatuzwa kwa hiyo kama upo mbali e, mpaka chanjo ikufikie, e, utakuta labda imeharibika vitu kama hivyo hapo, na kama unafuga kuku wachache utashindwa kununua, e, chanjo hiyo hapo. Lakini pia sababu nyingine, kwa mfano kwa wafugaji wa kuku wa kienyeji, wao huwa hawafugi kuku wengi kwa pamoja, unakuta kuku mmoja ametotoa labda vifaranga sita. Kwa hiyo e, inakuwa ni vigumu sana huyu mtu kuweza kununua chanjo Alafu kuwapatia wale vifaranga sita tu, ndio maana imesukuma kwamba tuangalie ni namna gani unaweza ukawasaidia au ukawapa mchanganyo gani wa asili ambao utawafanya waweze e, kupona vizuri kabisa huu ugonjwa wa kideli au kujikinga na huu ugonjwa wa kideli. Aa, ni wakumbushe tu King of Farm tunavyo vitabu vinne ambavyo vitakusaidia wewe mfugaji ambaye unanitazama hapa. Kitabu cha safari ya ufugaji ni bora sana hiki kitabu. Kina kanuni bora za kuchanganya chakula kwa ajili ya kuku wako wa mayai, kama kuku watage wachanganyie eh, kwa kutumia kanuni ambazo zipo kwenye hiki kitabu, wataanza kutaga mara moja. Eh, lakini pia unaweza kutumia kama mwongozo kwa kuku chotara. Eh, tunacho kitabu cha tiba za asili hiki kina tiba za magonjwa yote humu zipo, lakini pia kinga, lakini pia na booster zile za asili zipo kwenye kitabu cha tiba za asili. Tunao muongozo kuku wa kienyeji ambao utakusaidia namna ambavyo unaweza ukawafuga kuku wa kienyeji. Hata kama unao kuku wawili, na kushauri nunua hichi kitabu, kwa sababu kitakufanya utoke kwenye kuku wawili mpaka ukamiliki e, kuku wengi, lakini pia tunacho kitabu cha ufugaji e, wa wa, wa, wa, wa, broiler hichi kitakusaidia sana kwa wewe ambaye hujui namna ambavyo unaweza ukatengeneza bajeti zuri ya eh, broiler ili uweze kuauza kwenye soko lolote lile la gharama nafuu na kupata faida. Kila kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi. Vitabu vipo katika mfumo wa softcopy tunakutumia eh, kwa WhatsApp au kwenye email. Sasa chanjo, kwanza kabisa, chanjo huwa kuku inakaa vizuri mwilini pale ambapo wanapewa chini ya siku 45, e, ndio na ndio huwa inapewa vizuri. Najua wapo watu ambao wanatumia chanjo za matone, lakini wapo watu ambao wanatumia chanjo za vidonge na kuna chanjo nyingine unawachoma sindano e, kuku. Sasa hii chanjo yetu ya asili utachukua majani ya mwarobaini utachukua kama kiganja kimoja hivi, lakini pia utachukua e, punje tatu za kitunguu saumu. Bila, e, bila ya kusahau utakata kipande kidogo cha tangawizi. Hii hii tangawizi itakusaidia sana kwenye upande wa mafua. Aa, ukifanya hivi utawawekea kuku wako kwenye maji lita E, utaweka kwenye maji lita tano tano. Ah, huu mchanganyo wako ninakushauri sana utengeneze e, wakati labda wa jioni au ah, utengeneze muda wowote ule, lakini ukae walau masaa sita kwenye maji yani, ukae walau masaa sita kwenye maji ili uweze e, kujichanganya vizuri, afu pia utaukoroga uta, uta, uta ndio ah, sana ili uweze kujichanganya vizuri na maji. Hapo ndipo utawapa kuku wako, kama ni vifaranga au ni nini. Sasa kuku wa kienyeji unaweza kuwapa maji afu asinywe, utakachokifanya wewe, unahitaji kuanywesha yani, utamshika kama wapo watatu, utamshika mmoja baada ya mwingine, utawanywesha ili waweze kunywa vizuri hii dawa, au utaweka kwenye bomba la sindano, kisha utakuwa una unawaminyia ili waweze kunywa vizuri hiyo chanjo utafanya hivi kwa siku tatu mfululizo. Ukifanya hivi kwa siku tatu mfululizo, utakuwa umewapa kinga ya asili dhidi e, ya ugonjwa wa ugonjwa e, wa wa, ugonjwa wa kideli A, sisi pia hii chanjo huwa tuna, tuna itumia, inafanya kazi vizuri kabisa. Utaona uzuri wa chanjo bwana, pale ambapo unasikia kuku wanakufa mtaani utakuta kuku wako hawafi. Kwa hiyo unaweza ukawa unafanya hivi ukakaa wiki moja bila kuwapatia, wiki lijalo tena ukawapatia, ila wakiwa na umri chini ya siku 45 unafanya hivyo. Lakini pia lakini pia usisahau kuwapa mara moja moja kila baada ya, ya, ya mwezi huku mbele, maanake chanjo hizi ni chanjo ya Newcastle, ndio huu ugonjwa huaga. Hata ile ya dukani huaga, wanashauri kila baada ya miezi mitatu hii chanjo irudiwe, lakini pia pale ambapo inatokea uh, labda ume usikia kuna ugonjwa wa kideli unakuja, basi kwa haraka sana wapatie kuku wako chanjo ya Newcastle. Ah, uh, mwisho kabisa ninawakaribisha kujiunga na kundi letu la mafunzo ya ufugaji WhatsApp ambapo tunaelekeza namna ambavyo tunawalea kuku hapa shambani, kama hivyo utaona jinsi ambavyo tunawapa hizo chanjo, lakini pia ukiuliza maswali, kwa mfano, unaweza kutuuliza maswali, mabanda ambayo unayaona hapa tumetumia gharama gani, tutakwambia e. Pia kama una changamoto, ni rahisi sana kukupa e, suluhisho ya hizo changamoto. E, ukiwa kwenye kundi letu la WhatsApp. Kundi letu ni shilingi elfu nane, utadumu kwenye kundi kwa muda wa miezi e, kwa muda wa miezi miwili. Asanteni na kwaherini.